Wahenga walisema changamoto ni mwalimu bora, wakimaanisha namna ambavyo unajifunza kukabiliana na changamoto, unaweza kuibadili na kuwa fursa. Leo hii nakukutanisha, kukutanisha na Matias Israel, kijana aliyebadili changamoto ya uchafuzi wa mazingira na kuwa fursa ya kiuchumi. Achuo kwa mwanachuo, anapokuwa kwa, ananunua maji, anatupa ale makopo, anatupa uvyoovyo, sasa unakuwa kama vile ni uchafu maana, maana ma, kitu kisipokaa katika, katika eneo lake, huo umekuwa ni uchafu. Nikaamua mimi ungue sarani kijio cha kununua makopo na na, na na na kununua plastiki kimi na plastiki kulingana za rangi za zote mia tano lakini kule, nikifika kule unakuwa na rangi tofauti tofauti rangi ama elfu moja, kulingana na bei kama ikiwa imepanda changamoto inayokumbana nayo, unaweza kununua vyuma kwa mfano, vyuma na nunua vyuma, lakini mimi kwa vyuma anakuta mtu ameponda jiwe, lakini kinapopelekwa kule kiwandani, akifika kule wanakunjulua, wakisha aliona ile jiwe, wanakata bei, lakini lakini huko umeinua bei ambayo ni kama kwa mfano kilo kumi, wewe unajikuta kama kama jiwe la kilo tatu, unafika kule unapimwa kwa kilo saba. Ama kwenye plastiki, unaletwa hata plastiki inayotoa ina harufu hadi unaziba pua unashinda unashindwa unajipa tu moyo wa kuvumilia tu wangu nilikuwa na washauri tu, maana makopo haya hayauzwi wala hakuna wala, wala mtu ambaye ukienda nyumbani kwako ukataza kuchukua. Ih, kuwa na washauri wazunguke mtaani wakote a makopo, ukipata kilo kumi zako kaja kupima hapo, utakuwa umeshapata mtaji na kufungua biashara nyingine. Kama hutaki unafungua biashara nyingine. Ama ama kweli, mvua ikinyesha jifunze kuogelea. Nikiripoti kutoka katika mtaa wa Malimbe ulioko katika kata ya Luchelele wilaya Nyamagana mkoani Mwanza. Mimi oh, oh, ni John Masawe, SAU TV.